Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, karibuni katika darsa za Mwalimu Abalhasan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na utatuzi wa shida mbalimbali kupitia ilmu za kiroho na ilmu za kimwili na elimu za kiakili. Uh, ikiwa tuna bashiri mwaka elfu mbili na ishirini na sita na hii imekuwa ni desturi ya wataalamu mbalimbali wakiwa wanaelezea ni mambo gani yatakayotokea katika mwaka mpya, na sisi imekuwa ni kawaida yetu pia kuelezea. Cha kwanza kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima. Waliokuwa kwenye magonjwa na matatizo mbalimbali, tunawaombea wapate uzima na wapate utatuzi wa matatizo yao mbalimbali mbali. Mwaka huu wa 2026 umeanza, ni siku ya Alhamis, ni miongoni mwa siku za juma ambazo ni week na mwaka unapoingia siku kama hii ya Alhamis inaashiria kuwepo furaha na shangwe zenye kufuatana. Kutakuwepo raha na neema na vyanzo vya mali, mambo mengi yatakuwa ni mazuri, hasa kwa wenye ujuzi wao au watu wenye elimu zao, na mambo yatafaulu zaidi kwa watu wa miji yao na mambo yao yatanyooka, wataonufaika miongoni mwao watakuwa ni viongozi mbalimbali mbali, na wenye nafasi mbalimbali mbali katika jamii zao. Wanyama pia watapata afya, haswa wanyama wakubwa wakubwa wanaotumikishwa kama vile farasi na ngamia. Atajitokeza mtu ambaye ni maarufu ajili ya ugomvi ambao itakuwa ni kutetea kuiondoa dhulma katika mwaka huu 2026, na haya ni kwa utaratibu wa kuingia mwaka siku ya Alhamis na siku hii inavyoashiria vizuri kijamii na katika kuipenda haki, kupenda kusoma, kutekeleza ahadi mbalimbali mbali, kutimiza mambo yao, biashara kufanikiwa zaidi na watu kuepuka mikosi na uharibifu. Kwa kuingia mwaka huu wa 2026, siku ya Alhamis, inaashiria ni mwaka wa mambo ya ughali, yani ni mambo ya vitu kuwa expensive, au ni mwaka wa matumizi. Mazao yatakumbwa na majanga. Mwanzo wa mwaka huu wa elfu mbili ishirini na sita kwa kuwa umeingia siku ya Alhamis inaashiria vurugu zaidi, kuliko mwisho wa mwaka itakuwa ni baraka zaidi. Bahari itakumbwa na dhoruba, mvua kubwa itatukia. Ni mwisho wa mwaka tetemeko la ardhini litatokea, na kisha baada ya hapo walimwengu watapoa. Matajiri wengi watakufa zaidi, upepo wenye madhara utatokea na utaathiri afya za watoto wengi mpaka kupelekea vifo vyao watoto hao. Na mwisho wa mwezi wa Septemba, uh, mambo yatakuwa ni mazuri mwaka huu 2026, baada ya kuanzia hayo maelezo ambayo yamehusisha mwaka kuanzia siku ya Alhamis na maelezo yake, kwa ufupi na kwa undani zaidi, ninapendelea zaidi kuelezea yatakayofuatilia, kama vile watu walivyokuwa kifuatilia darsa za Maalim Abalhasan Jumar na maelezo ya ubashiri mbalimbali ya kuwa maelezo haya niliyoelezea yanahusika duniani kote, na kwa wale ambao wamekuwa wakitazamia zaidi maeneo yao pekee, ni kuwa watakuwa wanakosea. Haya niliyoelezea ni matukio ya dunia nzima Tuaibu. siku ya mwaka huu imeanza Alhamis. Mwaka huu 2026 unahesabika kitaalamu kwa elimu za namba au numerology, ni katika namba moja. Kwa nini imekuwa namba moja? Maanake unaangalia elfu mbili na ishirini na sita, maanake unachukua ni mbili jumlisha sifuri jumlisha mbili maana yake itakuwa ni nne, na nne ukajumlisha sita maanake itakuwa ni kumi. Na kumi, maanake unajumlisha moja, jumlisha sifuri maanake itakuwa ni moja. Hii ni kwa mfumo wa numerology, yani elimu za namba na kama nilivyokuwa na ashiria elimu za namba zina kanuni zake, na miongoni mwa kanuni ni maanaake kutoa kwenye compound number, yani namba number nyingi kuleta katika single number, na single number wenyewe watu wataalamu ya elimu ya namba wanasema ni root number. Root number ni kuanzia namba moja namba mbili mpaka namba tisa, yani moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Hizi ndo zinaitwa root namba, yani namba za asili Twaibu. Ukiangalia mwaka huu tumesema unatawaliwa katika namba moja, na namba hii inatawaliwa ndani yake na jua, yani jua ndo linakuwa linatawala katika elimu za nini za namba na hii namba moja ndo itakuwa ni mwanzo wa namba zote kuanzia namba moja kuelekea namba tisa. A, mwaka huu namba yake ni namba moja, na hii tutawaangalia watu maarufu duniani ambao waliozaliwa katika tarehe zinazofanana kuwa namba moja. Namba moja ni Dr. David Livingstone ambaye alizaliwa tarehe 19 March 1819. Kwa hiyo utaona kumi na tisa maanake ni kuchukua moja ujumlishe tisa inakuwa ni sawa sawa na kumi. Alafu kumi maanake unafanya moja unajumlisha sifuri unapata ni moja, kwa hiyo itakuwa imeendana na ile ishirini ishirini na sita. Dr. David Livingstone, kazi zake alikuwa ni daktari na alikuwa ni missionar, tena alikuwa ni mpelelezi wa kijiografia, alishiriki kuitangaza Afrika kimataifa na ambaye alifariki akiwa nayo miaka 60 kwa maradhi ya malaria na matatizo ya kiafya. Huyu ni mtu wa kwanza maarufu duniani. Mtu wa pili uh, maarufu duniani alikuwa akiitwa Alexander the Great. Huyu alizaliwa pia tarehe moja Julai Mwaka 356 BC. Pela ndiko alikuzaliwa Makedonia, ni Mgiriki huyu upande wa kaskazini na alikufa tarehe 20 ya Julai akiwa na umri wa miaka 32 katika mji wa Babylon, Iraq. Elimu yake alipata kufundishwa na mwanafalsafa mashuhuri duniani ambaye anaitwa Aristotle. Alisomea elimu ya tiba, akasomea elimu ya fasihi, yani literature na falsafa alianzisha miji zaidi ya ishirini iliyoitwa kwa jina lake Alexandra. Nam, mtu wa tatu katika watu wetu maarufu alikuwa anaitwa ni Sir Henry Morton Stanley. Huyu bwana alizaliwa tarehe 28 ya Januari mwaka 1841, Denburg, ni Wales, Uingereza. Jina lake halisi Mr Sir Henry Morton Stanley alikuwa akiitwa ni John Rowlands. Yeye alisafiri kwenda Marekani akiwa kijana. Akiwa huko alikutana na mfanyabiashara aitwaye Henry Morton Stanley ambaye alimlea na kisha akawa amemrithisha jina lake hilo la Sir Henry, yani Henry Morton Stanley. Na tangu hapo akaanza kutumia jina la Henry Morton Stanley. Alikulia katika maisha yake akiwa ni yatima akiwa ni maskini na maisha yake yote ya utotoni yalikuwa magumu sana, lakini alikuwa jasiri na alikuwa ni mpelelezi na alikuwa ni mwandishi na mwanahistoria. Lakini pia alikuwa ni mvumilivu na alikuwa ni mwenye bidii na alikutana na changamoto nyingi. Alikutana na watu wa asili ya Afrika ambao waliokuwa kwenye milima na misitu. Alitumwa kuja kumtafuta Dr. Livingstone mwaka 1871 ambaye alipotea na alimkuta Livingstone huko Ujiji, Ziwa Tanganyika ambayo tunaita Tanzania ya leo. Tukio hili lilimfanya Stanley ajulikane duniani kote. Na alifariki tarehe kumi ya mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa na nne London nchini Uingereza. Alifariki akiwa na heshima kubwa baada ya safari zake nyingi za uchunguzi na upelelezi barani Afrika na hasa Afrika ya Kati. Alitunga vitabu vingi. Miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu chake alichokiita How I Found Livingstone. wote pia ambao waliozaliwa katika tarehe nitakazozitaja au miaka nitakayoitaja wanayo nafasi kubwa ya kufanikiwa zaidi mwaka huu 2026, ikiwa hawana mikosi. Mwaka wa kwanza ni 1945 mpaka mwaka huu 2026, maana yake wametimiza miaka 81. Watu wa pili ni wale waliozaliwa mwaka 1950 mpaka mwaka huu 2026, wana miaka 76. Waliozaliwa mwaka 1958 mpaka mwaka huu 2026 maana yake wana miaka 68. Waliozaliwa mwaka 1964 mpaka mwaka huu mwaka 2026 maana yake wana miaka 62. Na wale waliozaliwa mwaka 1965 mpaka mwaka huu 2026 maana yake wana miaka 61. Na wale waliozaliwa mwaka 1976 mpaka mwaka huu 2026 wanakuwa na miaka hamsini. na miaka wale waliozaliwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja mpaka mwaka huu elfu mbili ishirini na sita watakuwa na miaka arobaini na tano. Na wale waliozaliwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili mpaka mwaka huu elfu mbili ishirini na sita watakuwa na miaka arobaini na nne. Na wale waliozaliwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na nne mpaka mwaka huu elfu mbili ishirini na sita watakuwa na miaka arobaini na mbili. Wale waliozaliwa mwaka 1996 mia tisa tisini na sita mpaka mwaka huu 2026 watakuwa na miaka 30. Wale waliozaliwa mwaka 1999 mpaka mwaka huu 2026 watakuwa na sita watakuwa na miaka ishirini na saba. Na wale waliozaliwa mwaka 2000 mpaka mwaka huu 2026 watakuwa na miaka ishirini na sita na wale waliozaliwa mwaka 2002 na mbili mpaka mwaka huu 2026 watakuwa na miaka 24. na nne na wale waliozaliwa mwaka elfu mbili na sita mpaka elfu mbili ishirini na sita watakuwa na miaka ishirini. Na wale waliozaliwa elfu mbili na kumi na nne mpaka mwaka huu elfu mbili ishirini na sita watakuwa na miaka kumi na mbili. Na wa mwisho ni wale waliozaliwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka mwaka huu elfu mbili ishirini na sita watakuwa na miaka mitano. Mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita kutakuwepo matukio manne ya kupatwa kwa jua ni mawili na kupatwa kwa mwezi nayo ni mawili. Tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026 jua litakamatwa na kuonekana Antarctica, na itakuwa ni sehemu ya jua, yaani, itakuwa tu ni sehemu nusu, sio jua lote. Afrika itaonekana na South America itaonekana, ambapo South America ni bara lenye mchanganyiko wa misitu, milima, majangwa na mito mikubwa na mito mikubwa ni kama Amazon River Basin. Ni msitu mkubwa duniani zaidi, na Andes Mountains ni mlima mrefu zaidi katika bara la South America. Na bara linapita karibu na Equator, sehemu ya kaskazini yani Equator na Brazil na Colombia. Bara linakabiliwa na Pacific Ocean upande wa magharibi, yani linaelekeana au lina kuwa linafisiana na Atlantic Ocean upande wa mashariki. Nchi kubwa katika bara hilo ni Brazil, Argentina, Colombia, Peru na Chile. Nchi nyingine za kusini mwa Amerika ni Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guyana na Suriname. French Guyana ni eneo la Ufaransa, hii sehemu si nchi huru lakini ipo Amerika ya Kusini kijiografia kiutawala au kisiasa, ni sehemu ya Ufaransa na raia wake ni raia wa Ufaransa, ambayo inaitwa ni overseas department, ni kuwa ina haki kamili sawa na miji au mikoa ya Ufaransa na si koloni, ni sehemu ya nchi mama na ipo nje ya bara kama nilivyoashiria. Upande wa Pacific Ocean, itaonekana pia, hiyo nusu ya jua Atlantic Ocean itaonekana. Indian Ocean, hii ni bahari ipo kati ya mabara makuu manne na ni bahari ya tatu kwa ukubwa duniani. Kijiografia ipo magharibi Afrika, kaskazini inapatikana ni upande wa Asia, India, Pakistan na Saudi Arabia na Iran, na upande wa mashariki iko Australia na, na visiwa vile vya Asia Kusini Mashariki ni Indonesia na kadhalika. Upande wa kusini bahari ya kusini ambayo tunaita Southern Ocean ni kuelekea Antarctica. Kwa hiyo, kwa ufupi bahari ya Hindi ipo kusini mwa Asia, mashariki mwa Afrika na magharibi mwa Australia. Na kwa upande wetu wa Afrika Mashariki ni Tanzania ambayo inapatikana hiyo bahari ya Hindi na Kenya, Somalia, Msumbiji na kadhalika. Kwa hiyo nchi zote hizo zinapatikana moja kwa moja na bahari ya Hindi. Ndio maana utaona Dar es Salaam, Bagamoyo, Tanga na ile miji ya pwani iliyoko upande wa kaskazini ya Tanzania na upande wa mashariki ya Tanga ndiyo ina bahari ya Hindi, ambapo utakuta kuna Pangani, kuna Zanzibar ambayo ipo upande wa mashariki ya Tanzania bara. Upande wa Mtwara nayo ipo kusini mashariki mwa Tanzania nayo na ni pwani ya kusini ya Tanzania, inapakana na bahari ya Hindi ambapo ipo karibu na mpaka wa Msumbiji ambao tunaita Mozambique. Na mashariki mwa Mtwara ipo ni bahari ya Hindi. Kusini mwa Mtwara ipo Msumbiji, kaskazini ya Mtwara ipo Lindi, magharibi ya Mtwara ni ndani ya Tanzania ambayo tunasema Nanyumbu na kadhalika. Tukio la mwezi kukamatwa wote itakuwa ni tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka huu 2026. Tukio hili litaonekana mashariki mwa Europe, ambalo ni eneo lenye historia ya kisiasa kati ya Ulaya ya kati na Asia. Ni nchi zinazohesabiwa mashariki mwa Ulaya ambazo ni Urusi, upande wa Ulaya, Ukraine, Belarus, Moldova, Romania na Bulgaria Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary na kadhalika. Asia nayo itaonekana iyo mwezi, na Australia, kaskazini Amerika. Kama nilivyoelezea ni nchi za kaskazini mwa Amerika kwa maana ya bara, yani ile continent zinajumuisha nchi kuu ambayo ni Amerika USA, Canada na Mexico. Kusini Amerika litaonekana pia. Pacific litaonekana, Atlantic litaonekana, India Ocean pia itaonekana, Arctic na Antarctica itaonekana hiyo mwezi. Yaani, tukio la mwezi kukamatika, jua lote litakamatika tarehe kumi na mbili na tarehe kumi na tatu ya mwezi wa nane mwaka huu 2026, na tukio hili litaonekana i Greenland, au Iceland, Spain. Na tukio hili litaonekana na sehemu ndogo mwa Portugal. Tukio hilo hilo litaonekana sehemu nusu, yani nusu ya jua kukamatwa itakuwa ni Europe, Afrika, Amerika ya Kaskazini, Atlantic Ocean na Arctic Ocean, Pacific Ocean itaonekana. Na tukio la mwisho upande wa matukio mawili ya mwezi, mwezi kukamatwa itakuwa ni nusu, ile ya kwanza ilikuwa ni kukamatwa mwezi wote. Sasa hili itakuwa ni kukamatwa nusu ya mwezi itakuwa tarehe 28 mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na sita. Tukio hili litaonekana Afrika, Europe, yani Ulaya na west in Asia, Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini, ambao ni Pacific, pia itaonekana na Atlantic itaonekana, Indian Ocean itaonekana na Antarctica itaonekana. Kwa haya matukio niliyoelezea ya kiulimwengu tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie matukio hayo iwe ni mazingatio kwetu walimwengu. Na mambo muhimu yanayohitajika kufanyika ndani ya mwaka huu 2026 ni maombi zaidi ya kuomba kuepushwa na majanga mbalimbali na hasara mbalimbali. Watu wenye nafasi ya uchumi mzuri wanashauriwa wavae vito vya thamani kama topaz emba na yellow diamond. Watu wapendelee rangi ya dhahabu kwenye kuvaa au rangi ya manjano kwenye kuvaa, hata kupendezesha maeneo yao. Na siku za bahati kwa mwaka huu ni Ijumaa pili na Ijumaa tatu, na kwa maangalizi ya namba ambayo kinyumeroloji, ikiwa bahati ni siku ambayo iliyoanza mwaka huu 2026 ni siku ya Alhamis. Kwa hiyo kinyumeroloji, tutasema Alhamis itakuwa inafaa. Asanteni ah, sana. Tumwombe Mwenyezi Mungu aibariki dunia na bara la Afrika na Afrika Mashariki, na Mwenyezi Mungu atubariki Watanzania wote. Asanteni ah, sana kwa kunisikiliza, ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abalhasan Jumara.